Anaweka shata yetu kwenye dirisha letu, wanaangalia kama liko sawa. Mmm, wanatembeza shata yetu, inatembea vizuri kabisa. Eh, hapo bado shata moja aweze kuweka, ili mzunguko wa shata uweze kukamilika. Hmm. Shata yetu ya pili ikiwa ku, inakwenda kuwekwa kwenye dirisha letu ili mzunguko wa shata uweze kukamilika. Ya, ya, ya. Dirisha limekamilika. dirisha limekamilika.